Kuachia Mungu afanye kazi yake. Mm. Mungu awabariki sana. Lakini kimya yako ilikuwa inamaanisha nini kwa muda mrefu? Ya kwamba anamwachia Mungu afanye kazi yake. Ni kwa nini, mheshimiwa? Hatukuwahi kukuona ukizungumza totote. Leo ndo mara ya kwanza umetokea hadharani kuzungumza mambo. Ni kazi ipi ambayo Mungu anataka ifanye? Yaani, ambayo unamwachia Mungu ifanye wakati fomu umechukua wewe kama mwanasiasa. Basi mbariki sana. <laughs>

Kwa kwa na, namwachia Mungu afanye kazi yake. Okay. Mbarikiwe sana. Ndio hilo nimeshasema. Wajue namwachia Mungu afanye kazi yake. Kuna watu walisema kwamba uenda unaumwa, ndio maana unja unjaamua kuchukua fomu mwaka huu. Kwa nini umechelewa kiasi? Basi Mungu awabariki sana. Mheshimiwa ungetujibu ingalau neno, tusikie neno lako tu ingalau. Ukimya wako umezidi kwa muda mrefu mheshimiwa. Mheshimiwa Sabaya, watu wanatamani kusikia neno moja kutoka kwako ambao wamejitokeza. Pia tunaona kuna changamoto yoyote ambayo umeiona hadi hadi sasa hivi? kwa wa Mheshimiwa, Mheshimiwa, Mheshimiwa, Mheshimiwa, kidogo kidogo tu, neno neno lako lako. Gari kwanza ina baada ya kuchukua, umesema anamwachia Mungu afanye kazi yake. Mungu awabariki sana. Lakini unamaanisha nini kwa muda mrefu kwamba anamwachia Mungu afanye kazi yake? aehi Hatukuwai kukuona ukizungumza chochote, leo ndo mara ya kwanza umetokea, ya kwanza umetokea hadharani kuzungumza <laughs> <laughs> wa <laughs> ni, ni kazi ipi ambayo Mungu anataka ifanye, yani ambayo unamwachia ya Mungu aifanye, wakati fomu umechukua wewe kama mwanasiasa?